Shehe Salum Vuai kuhusiana na anafanya kazi kwa, yani, mwandishi wa kujitegemea alisema swala linalohusiana na kusubiri huruma, kuaminika kwa mahakama na kadhalika, sisi kwanza tunaamini kwenye angalau minimum kile kilichoandikwa kwenye sheria na kanuni na mchagu, uchaguzi ni mchakato. Hata kama mtu kaamua kwenda njia nyingine baadaye, lakini suala la msingi litakaloulizwa, je, uliukamilisha huu mchakato wa uchaguzi? Na mchakato wa uchaguzi unasema kama mtu hakuridhika na utaratibu wa uchaguzi au matokeo aende mahakamani. Yaliyopita huko nyuma sitaki kuyazungumza sana kwa sababu kulikuwa na ulaghai uliokithiri wa Rais Mwinyi kumlaghai Maalim Seif na viongozi wengine kuhusiana na kesi tulizozifungua na yeye kupeleka taarifa mahakamani kesi zifutwe. Kwa hiyo hataki kurudi huko, lakini tunakutumia kama ni reference ya kutokuamini, lakini mchakato wa uchaguzi lazima uendelee kwanza, hata kama chama na wagombea watakuja na njia nyingine ambayo inafahamika ndani ya chama lakini lazima ule mchakato wa uchaguzi kwanza ukamilike, kwa sababu mtu yeyote atakuuliza hata ukiamua kwenda nje ya mahakama za Tanzania, kitu cha kwanza, je, ulifuata mchakato wa uchaguzi wa nchi yako? Na hicho ndio tunachokikamilisha sasa hivi. Kuhusiana na imani, hilo ni la kwao wenyewe. Kama hawatokuwa wa kuaminika, tunawapa hiyo fursa ya kwamba tunaanza kwa, kwa kuwaamini, tuone watakachokifanya, kwa sababu sio mwisho wa kusema kwamba tukiishiana na wao tumemaliza. Kwa hiyo, suala linalohusiana na uh, masanduku nadhani mfano mmoja, sijui katika jimbo la Chakechake kuna baadhi ya masanduku hayakuhesabiwa ole